karibu tena kusikiliza mwendelezo wa simulizi hii ya maisha, simulizi inayoitwa mkono wa hukumu, ambayo imetungwa na kuandikwa na ami Danifordy Ben ambaye unaweza kunipata kupitia nambaro za simu za sifuri saba moja moja arobaini na nne nne nne moja sifuri. Sehemu ya kwanza ya simulizi hii tuliishia Melina akiwa amebakwa na mtu asiyemfahamu na anaamua kurejea nyumbani ili kupeleka taarifa. Je, ni nini kitaendelea? Basi tuamo sawia sasa katika sehemu hii ya pili. Melina alijiinua huku akiwa ameloa damu katika kijigauni chake kilichochanika vibaya sana. Ijapokuwa alikuwa akitembea mwendo wa mchechemo na mwendo wa taratibu, lakini alifanikiwa kufika nyumbani majira ya asubuhi, na kwa bahati mbaya sana Melina alifika nyumbani na kukuta wazazi wake hawajaamka, hivyo ikamfanya asite kuwagongea mlango kwa woga. Akaamua kuchegama mlangoni kuwasubiri mpaka waamke, kwa kuhofia kuwasumbua, ili tu awambie kilichokuwa kimemsibu. Hakika hili lilikuwa ni kosa kubwa mno kwa Melina, kwani hata wahenga husema neno ninge huja baada ya kukosea, na kile usichokijua siku zote huwa ni sawa na usiku wa giza. Kitendo hiki kilimfanya binti Melina kujuta sana, ikamfanya hata atamani ardhi ifunguke ili naye tu aingie ndani yake kujificha, ijapo asishuhudie lile rundo la majaribu likiwa linamkabiri muda wote. Babaye mlezi ndiye alikuwa wa kwanza kudamka mapema kabla ya mama yake kufuata, baada ya kusikia kelele za mmewe akiwa na karipa kwa sauti ya juu mno. Nakuambia we malaya, hebu toka nyumbani kwangu, na sitaki nikuone tangu sasa. Yaani haiwezekani kabisa ufanye umalaya wako huko harafu urudi nyumbani kwangu asubuhi. Nenda kajenge nyumba yako na ufanye huo ufuska wako sawa. Lakini mjomba, naomba nisikilize. Mjomba wako nani? Sinakuuliza we mbwa afugai na hauna shukurani, nani mjomba wako hapa? Nisikilize mjomba, jamani, wanitukana tu bule, ni matatizo yamenikuta, naomba tafadhali nisikilize. Eti, matatizo unayajua? matatizo wewe! ni mara ngapi unapatwa na hayo matatizo na mimi nakusaidia, halafu urudi nyumbani kwangu asubuhi, eti una matatizo? Alimaliza kuzungumza mjomba kwa kukazia kofi zito kwa binti Melina bila hata ya huruma. Tafadhari mme wangu msikilize mtoto, huenda ana sababu ya msingi, na umfanya kuwa katika hali hii. Hebu tazama hata nguo zake zilivyochanika hovyo, halafu si unaona kama navuja damu, alizungumza mama mlezi wa Melina, ijapo kumfanya mumewe ashushe jaziba ile kubwa ambayo ilikuwa ikimkabiri pombavu sana. Yaani unamtetea kwa kufanya umalaya? Hakika nakwambia mtahama hapa wote. Walikuwa wamepita wale wale migambo wa jiji, wakatubeba na kutupeleka kituo cha polisi kwa kosa la kufanya biashara bila kibali maalumu. Kwa bahati mbaya sana, sikuwa na pesa ya kujitoa, nimekaa huko mpaka giza ilipoanza kabla ya kuachiwa huru majira ya saa kumi na mbili. Yaani utoke saa kumi na mbili ndio ufike nyumbani asubuhi? Umeona sasa, mke wangu, nakwambia huyu mtoto malaya. Unabisha haya, ulitokeje na wakati huna pesa? na halafu, hizo damu vipi? Alidakia baba mlezi kwa sauti ya juu, huku akiwa na mtazama mkewe kwa macho ya kuuliza. Jomba, nilikamatwa na ku kubakwa, ku, ku wakati nikiwa narudi na toka. Wakati huo sikuwa najua ni nini kinaendelea, ila ndio nimezinduka baada ya kupoteza fahamu kwa muda, nikaamua nirudi nyumbani. Umefanyeje aise? Uhame nyumbani kwangu, utaniletea mkosi, maana hii yawezekana ni laana kutoka kwa wazazi wako waliokutupa. Angu msikilize mtoto basi, mbona unaendekeza mila za kizamani kiasi hiki? Yaani mtoto ana matatizo na bado, baada ya kumpa faraja, ila unakuwa mwiba kwake, kwa nini aje? Mimi ndio baba na nimesema, natoka sasa hivi. Nikirudi nisimwone huyo nyang'au wako, wewe simama huruma tena, ikiwezekana hata wewe ufungashe virago vyako na uondoke. Lakini mme wangu... hakuna cha lakini, nimeshasema, kifuatacho ni utekelezaji tu. Sitaki kesi ya mauaji nikute hapa. Alimaliza na kuondoka zake bila hata kusubiri jibu kwa mkewe wala Melina, ambaye alikuwa amezidi kububuja machozi, ijapo aonewe huruma, maana kuondoka kwake hapa ilikuwa ni sawa na kuishiwa silaha vitani. Melina hakuwa na sehemu ya kwenda, hakuwa na ndugu yeyote aliyekuwa akimfahamu zaidi ya mwanamke huyu aliyekuwa amemlea kwa upendo mkubwa tangu utoto wake. Baba mlezi yule aliondoka kwenda kutafuta, kama ilivyoandikwa mwanaume lazima ale kwa jasho lake. Ilisikitisha sana kumtazama Melina ambaye hakuchoka kububuja machozi huku akijilaumu sana kwa kuto kugonga mlango wakati ule aliyokuwa amefika. Lakini siyo hivyo tu, bali kilichomliza zaidi ni namna gani ataweza kuishi maisha yake baada ya kuondoka katika nyumba hii. Aliamini wakati huu sasa ulikuwa ukimaanisha ukomo wa maisha yake katika dunia hii ya walimwengu wasio na roho za utu. Melina alifikiri mengi mno kichwani mwake, na mwisho aliona ni heri hata kujiondoa uhai wake ili tu asiendelee kuteseka. Kuwaza mengi kule kulitokana na kuwa Melina hakuwa na ndugu yeyote aliyekuwa akimfahamu tangu azaliwe. Hata hakuwa na rafiki ambaye angeweza kumwomba msaada katika mapito haya aliyokuwa akipitia. Aliwaza hata ijapo akatafute kazi mjini lakini bado angewezaje kuajiriwa na elimu ile ya shule ya msingi. Hiki ndicho kilimpa hofu sana, kwani Melina alishindwa kuendelea kusoma kutokana na ufukara uliokuwa umetawala katika familia hii isiyo na shughuli muhimu ya kuwaingizia kipato. Mwanangu, hebu simama ujikaze na ujisafishe hizo damu. Ijapo upashe kipolo hiki upate nguvu. Usilie mwanangu, nyamaza, kwa kuwa kila palipo na baya basi jema li karibu, ila naomba mwanangu usichoke kumshukuru Mungu kwa kuwa bado uko hai. Simama basi, jikaze mama, eh. Alizungumza mama mlezi wa Melina, na haya yalikuwa ni maneno ya faraja kwa binti ye, ijapo hata apate nguvu ya kuinuka pale alipokuwa amekaa ila tu ilikuwa ni sawa na kumfariji mgonjwa ambaye tamati yake ilishafika. Ni dhahiri shahiri sasa hapa, uwembe usingetamba juu ya mti ambao shoka lilikuwa limekwama kuuondosha. Nam, sehemu ya pili imetamatia hapa. Je, ni nini hatima ya kisa hiki na nini hatima ya maisha ya Melina? Basi usikose kuambatana nami katika sehemu ya tatu ya simulizi hii. Kumbuka msimulizi, unaweza kunipata kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na YouTube, napatikana kama Danifordy Ben. Asante kwa kuwa nami na Mwenyezi Mungu akubariki.